Karibu kwenye chaneli yetu ya hadithi za kweli na kushangaza. Leo nitaenda kukupeleka kwenye moja ya hadithi zinazozungumziwa sana duniani mwaka huu. Sakata la Thabo Bester. Hii ni hadithi ya uhalifu mkali, ile ya kifo cha uongo na escape ya gereza ambayo imeibua mjadala mkubwa duniani kote. Ikiwa unapenda hadithi za true crime, siri zisizoelezeka na ushahidi wa kushangaza, hakikisha una subscribe, unapiga kama na kubonyeza kengele ya arifa ili usikose zijazo. Thabo Thabo Bester alizaliwa tarehe 13 Juni mwaka 1986 mjini Johannesburg, Afrika Kusini, na mamake Maisie Maria Bester. Hakuandikishwa kuandikishwa rasmi kama raia wa Afrika Kusini mara tu baada ya kuzaliwa jambo ambalo baadaye liliibua mchanganyiko kuhusu ustaarabu wake na utambulisho wake. Alikuwa mtoto wa familia na alikuwa na ndugu, lakini maisha yake ya utoto yalikuwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na mazingira magumu ya kijamii ambayo yalichangia namna alivyokuwa na tabia zisizokuwa nzuri. Katika miaka ya mwanzo ya ujana wake, Bester alianza kujihusisha na uhalifu mdogo alipata hatia ya ufrod udhuruaji wa pesa kwake akiwa na umri mdogo nacho mwaka elfu mbili na tisa na akapata kifungo cha miezi sita gerezani au faini kama alikuwa na uwezo wa kulipa. Hii ilikuwa toa ya kwanza ya safari ya uhalifu ambayo baadaye ilizidi kuwa mbaya zaidi. Baada ya kuachiliwa, uhalifu wake haukukoma. Mnamo mwaka wa elfu mbili kumi na moja alikamatwa na mashtaka ya ubakaji na wizi dhidi ya wanawake wawili aliowavutia kupitia mtandao wa Facebook kwa udanganyifu wa kazi ya uigizaji na akakiri hatia yake. Kwa kuendelea na uhalifu wake, pia aliua mwanamtindo wa muuzaji wa magari na mfundo Tulu, aliyemchoma na kumuibia wakati walipokuwa wakiwa pamoja. Kwa yote haya alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani mwaka wa 2012 kwa sababu ya hovu wa namna alivyotumia mtandao wa Facebook kuvutia wanawake na wanaume ili kuwafanyia uhalifu. Vyombo vya habari Anglo-American vilimpa jina la Facebook Rapist. Alijulikana sana kwa kutumia ubunifu wa mtandao kumshawishia ndara watu wengine kwa namna ya ujanja uongo kabla ya kuwafanyia uovu. Mambo yaliendelea kuwa ya kushangaza zaidi, kwani Bester hakuachwa tu kuwa gerezani bila ulinzi. Aliweza kuongoza na kusimamiwa shughuli za kampuni hii kwa kutumia ujanja wa mawasiliano ya simu na barua pepe, kwenye wakati ambapo hata alikuwa anahudumiwa na kifungo cha maisha. Kampuni hiyo ililipuka kwa midia na hata kuonekana kama miongoni mwa makampuni yenye sifa, ingawa ilikuwa ni udanganyifu mkubwa uliowafanya watu wengi kulipa pesa kwa huduma ambazo hazikutolewa. Hapa tunaona wazi kwamba hata akiwa ndani ya gereza lenye usalama wa hali ya juu Besta hakuacha kutumia ujuzi wake wa udanganyifu kujiendeleza kifedha na kuvutia watu wa nje. Mei 3, mwaka wa 2022. Gereza liliripoti kwamba moto ulizuka katika seli nambari 35 kule Mangaung Correctional Centre huko Bloemfontein. Na mwili uliokofa vilivyotekelezwa ulipatikana ndani. Polisi na gereza lilitangaza kwamba Bester alikufa kwa jichoma moto. Jambo lililonguza taifa nzima. Hata hivyo, uchunguzi zaidi ulionyesha jambo tofauti sana: mwili huo sio wa Thabo Bester. DNA ilifanyika na ilithibitisha kuwa mwili uliokufa ulikuwa wa mtu mwingine mmoja aliyeitwa Katlego Bereng Mfolo, ambaye hakuhusishwa na uhalifu huo kabla ya mwili wake kutumika kwenye gereza. Ripoti ya uchunguzi zilisema kwamba mwili huo ulikuwa umefanyiwa kazi ya mara kwa mara kabla ya kuchomeka na kwamba alikuwa na jeraha la kichwa kabla ya moto, jambo ambalo lilionyesha wazi kwamba hii ilikuwa hila iliyopangwa ili Bester aonekane kufa na kuwezesha kutoroka kwake. Hali hii ilizua maswali ya kina kuhusu usalama wa gereza na iwapo kulikuwa na ufisadi ndani ya mifumo ya usalama mapema gereza na serikali walikuwa wametilia shaka taarifa za awali, lakini ilikuwa ni katiba ya uchunguzi kwamba alitoroka rasmi gerezani. Tamaa ya kutafuta ukweli ilisababisha uchunguzi wa wazi wa tukio hili, na hatimaye waligundua kwamba Bester alifanikiwa kutoroka baada ya kutumia njia ya udanganyifu na msaada wa baadhi ya watu wa nje na ndani ya gereza. Baada ya kutoroka kwa gereza, Thabo Bester aliishi chini ya kwa jina la uongo la Tiken Kwana, na kaishi maisha ya kifahari kwa muda. Alikuwa akiishi katika nyumba ya kifahari huko Hyde Park, jijini Johannesburg, akifanya biashara za udanganyifu kama kampuni ya ujenzi na makazi zinazodanganya watu wengi kulipa pesa kwa miradi ambayo haikutokea. Pia alihusiana na daktari maarufu Nandifa Magudumana ambaye alidai kuwa mwenzi wake wa maisha na alikuwa akifanya nao shughuli za pamoja kwa karibu mwaka mzima. Mamlaka za utafutaji zilikuwa zikimtafuta. Baadhi ya taarifa zilisema aliwahi kukamatwa na polisi wa trafiki kwa kosa la kuendesha gari bila stakabadhi halali mwaka wa Julai mwaka 2022. lakini kwa sababu alitumia vitambulisho vya uongo Walimwachilia huru bila kujua ni nani kweli alikuwa. Hii ilisababisha gumzo kubwa ndani ya vyombo vya polisi na kusababisha uchunguzi wa kina kwa nini aliachiliwa. Hatimaye tarehe nane Aprili mwaka wa 2023 Thabo Bester alikamatwa Arusha, Tanzania pamoja na Dr. Nandifa Magudumana na washirika wengine walikuwa wamekimbia Afrika Kusini na kujaribu kuishi maisha ya kawaida huku wakifanya vitendo vya udanganyifu. Mara baada ya kukamatwa, walirudishwa Afrika Kusini kwa ajili ya kesi za kisheria. Baada ya kukamatwa kwa Bester, alirudishwa gerezani na sasa anakabiliwa na mashtaka mapya pamoja na kuendelea kutumia hukumu yake ya maisha kwa kudanganya watu. Ushahidi wa escape yake ulichochea mjadala mpana kuhusu fisadi ndani ya magereza na masuala ya usalama wa umma. Aidha, kesi yake imevutia umakini mkubwa duniani ikiwa ni pamoja na docuseries maarufu ya Netflix Beauty and the Bester inayochunguza maisha yake, uhusiano wake na Profesa Magudumana na hali ya kutoroka gerezani.